Hii ni sehemu ya kumi ya simulizi ya Mke Mwenza. Katika sehemu iliyopita, Abduli pamoja na Amina walikwisha fanikiwa kufunga ndoa na ulikuwa ndio usiku wao wa kwanza kama wana ndoa. Wakati wanajiandaa kushiriki tendo, Abduli alimwambia Amina jambo lililomstaajabisha. Kila alipomtazama Abduli usoni, Amina alihisi kama muda umesimama hausogei hivi. Akili yake ilikuwa na kazi ya ziada ya kuchambua neno moja baada ya jingine. Uzuri wa shamra shamra na furaha ya penzi jipya ghafla viliyeyuka. Yote hii ni kutokana na kauli ya Abduli ya kwamba hajiwezi kitandani. Amina akauliza, hebu ngoja, hivi unanitania au eti? Abduli, unamaanisha nini yani? maana bado najaribu kuvuta picha lakini haingie kilini hata kidogo. Kwa macho ya huzuni, huku akiwa anatazama chini, Abduli akasema ni kweli Amina, sina nguvu za kiume na nimeishi na hali hii kwa muda mrefu tu. Kwa kufoka, Amina akazungumza hivi, uko serious kweli? Wewe unakisikia kitu unachokisema kweli Abduli? Yaani umeishi na hali hiyo kwa kipindi chote hicho ili iweje sasa? Ehe, hebu nieleze vizuri, mmekuwa mnashiriki vipi tendo na Zulfa? Maana yule ndo mke mkubwa na amekuwa pamoja na wewe kwa kitambo. Sasa unawezaje kunificha jambo kama hili na bado ukafunga ndoa na mimi? Ulishindwa kuniuliza kama nitaweza kumudu hali hiyo au sitaweza? Kauli za Amina zilimkera Abduli, naye akapandisha sauti yake. Ina maana unataka kuanzisha ugomvi sasa? Ni kitu gani hicho cha ajabu ambacho kinataka unihukumu kiasi hicho? Nimeishi na Zulfa kwa muda wote akijua hali yangu na hajawahi kulalamika hata siku moja, na wewe huna budi kutii hilo. Amina alicheka kwa dharau na akamwangalia Abduli akiwa haamini kabisa anachokisikia akajiuliza, hivi naota au? Yaani, bado siamini kabisa nimeolewa na wewe, halafu mambo ninayokuja kukutana nayo ndiyo haya. Hivi haya maneno unayatoa kwenye mdomo wako? Pamoja na kwamba umefanya jambo la kipuuzi bado na nguvu ya kuongea! Kauli zile za Amina zilimkwaza sana Abduli. Kwa hasira, aliinuka akitaka kutoka chumbani hapo, lakini Amina alimzuia na kumrudisha. Unataka kwenda wapi wewe mwanaume? Bado hatujamaliza kuzungumza, na unadhani unaweza ukatoka tu uniache hivi hivi? Abduli alimshika Amina na akamkalisha kitandani kisha akamuuliza, hivi ndo ulivyo? Mbona kipindi tulipokuwa wachumba haukuwa na tabia hizi? Ni lini umebadilika? Machozi yalianza kumbubujika Amina, na kwa sauti ya kutetema akazungumza, Abduli, unawezaje kunifanyia jambo kama hili? Haya siyo mambo ya kufanya siri. Na uligunduaje kama una haya matatizo? Ilibidi Abduli anze kujieleza, kwa jina la Mwenyezi Mungu na naapa Zulfa hakuwahi kulalamika hata siku moja wala kuliongelea jambo hilo mpaka siku nilipokwenda kufanya vipimo hospitali, na ndipo nilipobainika kuwa nina premature ejaculation. Zulfa hajawahi kulalamika hata siku moja, kwa hiyo sielewi kama madawa yanafanya kazi au hayafanyi. Hayo yalikuwa ni maelezo ya Abduli. Kwa faida yako msikilizaji, premature ejaculation ni ile hali ya mwanaume kufika safari yake mapema wakati wa tendo katika hali isiyo ya kawaida. Ingawa hali hiyo inamsababishia mwanaume awahi kufika safari yake, lakini bado anaweza kumbebesha mwanamke mimba, kwa sababu huwa anatoa mbegu na ni mbegu zenye uwezo wa kurutubisha yai la mwanamke. Akiwa amechanganyikiwa, Amina akasema, kiukweli sijui hata niseme nini. Kwa sauti ya upole, Abduli akamwambia, nakuomba kitu kimoja, Amina wangu, kama ikitokea nimeshindwa kukutimizia haja zako kwa namna ulivyotarajia Tafadhali sana na kuomba univumilie na madhaifu yangu. Amina bado aliendelea kububujikwa na machozi na akasema, hmm, nakuelewa vizuri mme wangu, lakini naumia sana kila nikiwaza. Umewezaje kunificha kwa kipindi chote hicho mpaka leo? Ni kweli kila binadamu na madhaifu yake anayoyaficha. Hata mimi nina yangu pia. Kipindi kile baada ya sisi kutengana nilifanya kosa la kipuzi sana Ambalo mpaka leo nalijutia. Abduli alikuwa na shauku ya kutaka kujua ni kosa gani Amina alilifanya na akamuuliza, ulifanya nini kwani? Huku akiangalia chini kwa aibu, Amina akasema, nilipoteza kitu cha thamani kubwa sana, kitu ambacho wewe unakiheshimu na kukipa thamani ya juu. Abduli alimtazama Amina machoni na akamwambia, bado sijakuelewa mpenzi. Unaweza kunielewesha? Kwa sauti ya uoga yenye mtetemo, Amina akasema, nilipoteza usichana wangu. Jambo hilo lilimstaajabisha sana Abduli na ghafla, aliondoa mikono yake kwenye mwili wa Amina na akamtazama kuanzia kichwani mpaka kwenye unyayo. Amina akazungumza, haya ndiyo madhaifu yangu. Tafadhali Abduli, naomba uyakubali na kunipokea. Kwa sauti iliyojaa ghadhabu, Abduli akasema ni yakubali? Siwezi kulala na mtu wa aina yako. Ulikubali vipi kupoteza usichana wako? Kufikia hapo, abduli alikuwa na hasira sana, mithili ya simba, na sauti yake ilitoka ikafika mpaka chumbani kwa Zulfa. Alitoka chumbani hapo, akimwacha Amina, na akaelekea chumbani kwa Zulfa. Sauti ya mlango kufunguka ilimshtua na kumwamsha Zulfa, na kutokana na mshtuko ule, alikuwa na hema juu juu akamuuliza mumewe, unafanya nini saizi hapa? Kwa hasira, Abduli akasema ninakwenda kumpa talaka sasa hivi. Akiwa kama mtu aliyechanganyikiwa, Zulfa akahoji talaka, nani huyo na kwa nini? Abduli akaendelea kuongea kwa hasira, rafiki yako amekuwa akilala na wanaume tofauti tofauti, kumbe alishapoteza usichana wake. Yaani leo yupo kwenye kitanda cha mwanaume huyu, kesho kitanda cha mwanaume yule. Siwezi kuwa na mwanamke wa aina hiyo, mimi hata kulala naye kitanda kimoja siwezi. Zulfa naye akamwambia, sintokuruhusu ulale kwenye chumba changu leo, hata pembeni yangu tu sintokuruhusu kabisa. Ni aidha ukalale chumbani kwa mama yako au sebleni. Unataka ndugu zako waanze kunipa majina mabaya kwamba kwenye usiku wenu wa kwanza wa ndoa na mke mdogo mimi nilikuiba? Hapana, sintakubali kabisa. Mimi sijui mmegombania kitu gani, lakini hakikisha ya kwamba mnasuluhisha jambo hilo haraka sana. Zulfa alizungumza kwa hasira, huku akimtoa Abduli chumbani hapo. Kwa sauti ya mamlaka Abduli akasema, "Hii ni nyumba yangu na nina haki ya kulala popote ninapotaka." Kwa kujiamini Zulfa akamjibu, "Hiki ni chumba changu na nina mamlaka nacho cha kuamua nani yaingie na nani atoke." Kwa hiyo tafadhali, mume wetu, na kuomba utoke, nenda kazungumze na mke mdogo, mmalize tofauti zenu. Kutokana na msisitizo ule, Abduli mwenyewe aliona ya kwamba Zulfa hakuwa tayari kabisa kumwacha lale pale, na Abduli akasema, amenidanganya yule mwanamke, yaani hata kumwangalia siwezi. Zulfa akamuuliza, kwani umesahau kwamba na wewe ulimdanganya haukumueleza toka mwanzo kwamba una matatizo ya nguvu za kiume kauli. Hiyo ya Zulfa ilimkera Abduli na akaongea kwa hasira, kwa nini unasema hivyo? Na wewe ina maana huwa sikuridhishi? Zulfa akamwambia mumewe, kwa kuwa mimi nilikubali hali yako haimaanishi kwamba na mtu mwingine ataweza kuikubali. Alafu mume wangu wa ujue kuna tofauti kati ya mtu kuwa bikra na kuwa na tabia njema. Inapotokea mwanamke amepoteza bikra yake katika njia ambayo sio nzuri, huo unakuwa ni kama mzigo kwake mpaka anaingia kaburini. Kwa sababu mwanaume wa kwanza aliyeitoa bikra yake hakufanikiwa kumwoa. Lakini pamoja na yote hayo, akitubu madhambi yake, Mwenyezi Mungu anamsamehe. Yaani mtu akitubu kwa dhati kabisa ya moyo wake, Mungu anamsamehe na inakuwa kama hakuwahi kutenda dhambi kabisa. Hilo anakuwa analijua Mungu mwenyewe. Sasa wewe ni nani ambaye unataka leo kuja kumhukumu na kumwadhibu kwa vitu ambavyo pengine hata Mungu alishamsamehe. Tena hata usimuulize kuhusu hilo kabisa, kwa sababu pengine anatamani kusahau kuhusu hilo. Je, kwenye hii ndoa bikra ndiyo kitu pekee unachotarajia kupata kutoka kwake? Vipi kuhusu kukuzalia watoto na kuwalea vyema? Vipi kuhusu kutunza mali zako na mwili wake kwa ajili yako? Tafadhali, mume wangu, hebu waza nje ya box. Najua ni kitu ambacho hakiwezi kusahaulika kiurahisi, lakini tambua ya kwamba utayapata mazuri yake mengi tu na kusahau hilo moja ambalo limemtia dosari. Hayo yalikuwa ni mawaidha ya Zulfa kwa mume wake Abduli. Abduli akasema, aha, kwa hiyo upo kwenye upande wake kwa sababu ni rafiki yako? Vipi kama angekuwa ni mtu mwingine bado ungeendelea kunishawishi ni mkubali? Zulfa akamjibu sijui kwa kweli, kwa sababu pengine hata mimi nisingelitambua hilo kwamba alishapoteza bikra yake. Na uko sahihi kabisa, ni kwa sababu ni rafiki yangu ambaye amekuja kuwa mke mwenzangu. Halafu kama mimi nisiposimama kwa ajili yake unadhani ni nani mwingine atakuja kusimama kwa ajili yake? Huyu sio mtu baki tu ni Amina ambaye nimekuwa naye toka utotoni. Anaweza kuwa na madhaifu mengine ambayo yanavumilika, kwa hiyo tafadhali, naomba msamehe. Kwa sauti ya upole, Abduli akasema, wewe ni kiumbe adimu sana hapa duniani mke wangu, kisha akambusu Zulfa kwenye paji la uso. Zulfa naye kwa sauti ya kubembeleza akamwambia mumewe, mpenzi, rudi chumbani, mke mdogo anakusubiri Mwenyezi Mungu awabariki na awajalie watoto wema. Baada ya hapo, Zulfa alimshika mkono Abduli na wakaelekea chumbani kwa Amina. Amina baada ya kumwona Zulfa alitabasamu na Zulfa akamnong'oneza, usiruhusu huyu mwanaume atoke hapa kabla hajakuvua nguo yako ya, ya ndani. Sasa ole wako umruhusu, utanitambua na kwambia. Baada ya kauli hiyo, Zulfa aliwaacha na akarejea chumbani kwake. Usiku huo ulipita na hatimaye mpaka kucha, ambapo jambo la kwanza kabisa asubuhi hiyo waliamshwa na adhana. Abduli aliamka na kuelekea msikitini, kisha wake zake hao wakaswali hapo hapo nyumbani. Zulfa mara baada ya kumaliza kuswali alielekea jikoni kwenda kuandaa kifungua kinywa kabla mumewe hajarudi. Alipita kwanza chumbani kwa amina na akamuuliza, vipi, umesha swali? Amina akamwambia ndiyo. Zulfa akasema Mwenyezi Mungu na aikubali swala yako. Kisha akatoka hapo na kurejea jikoni. Majira ya saa moja kukiwa kumekwisha pambazuka, Amina alimfuata Zulfa huku machozi yanambubujika, alimkumbatia kwa nguvu na akasema sijui hata ni kushukuru vipi Zulfa, yaani una roho ya kipekee pacha wangu, kwa ulichotenda jana usiku ama kweli, Mwenyezi Mungu akutunze sana. Zulfa akasema usijali bwana, nilikuwa natimiza wajibu wangu tu, na ujifunze siku nyingine usitoe siri zako kwa watu, mwachie Mwenyezi Mungu tu, yeye ni mjuzi zaidi. Halafu tayari nimekwisha waandalia kifungua kinywa, wewe nenda chumbani, mimi nitawaletea. Amina akasema hapana, wacha nibebe kabisa hata usijisumbue. Na maisha yakaendelea. Miezi kadhaa baadaye, Abduli na Amina walikuwa nje ya nyumba hiyo wakiwa wanaosha gari na walikuwa wanacheza michezo ya hapa na pale na pale wakimwagiana maji. Zulfa alikuwa ndani na alikuwa nawaona kupitia dirisha. Kutokana na jinsi walivyokuwa wanacheza, alijikuta akiingiwa na wivu, kwani katika maisha yake yote ya ndoa hakuwahi kupata nafasi hiyo ya kucheza na mumewe hata siku moja. Kimoyomoyo akajiuliza, eh, ila mimi naye naonekana mke wa ajabu kweli-kweli, sijawahi hata siku moja kucheza vile na mume wangu. Aliamua kuachana na mambo hayo, akaendelea na shughuli zake, na hii ilikuwa ni kawaida yake. Kila alipoona Amina na Abduli wanapigana mabusu au kukumbatiana, yeye alijitenga, hakutaka hata kuona. Jioni ya siku moja Abduli alimwambia Amina, hebu tubadilishe nguo kisha twende matembezi ya jioni. Wakati huo simu ya Zulfa ilikuwa iko sebuleni na ikaanza kuita. Abduli ndiye aliyesikia simu hiyo ikiwa inaita hivyo, alikwenda kuipokea, lakini alihamaki baada ya kuona jina la mpigaji, akasema kwa hasira, Habibu, hivi huyu mpuzi ananitaka nini? Lakini kwa hasira akaita jina la mkewe Zulfa. Je, unadhani kinafuata nini hapo? Usikose sehemu inayofuata lakini, pia usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.